huyu dada akisema barabara imechongo sijui siku tatu aache uongo halafu ni mwanamke mwenzangu na umezaa shoga angu uongo sitaki ongea kama mwanamke na umezaa watoto wanaingia kwenye korongo wanakunywa maji jana tumeokoa watoto wawili wamekunywa maji ukiwa, ukiwa kama mama nafikiri unafurahia kwa sababu umepokea hela na hiyo hela ni ya serikali ukiona nyekundu isiyo tamu kazi ufanye na, nisikia. Kama hajapewa hela, na kama hujapewa hela serikali, sema tuandamane. Tunajua mahali pa kuchukua hiyo hela. Uongo hatutaki, unafikia hatutaki. Tunaumia sisi wananchi unasikia, nasikia raha wewe kuja kuongea uongo hapa hapa. Mimi nilikuwa hasira nilionayo, naweza nikakubeba tukaondoka wote, ukanionyesha hizo hela mahali umepelesha. Mama, asante, asante, asante. Sipendi. Asante, asante. Wa TARURA ameongea swali moja ambayo imeniumiza sana. Huyu mama amesema ni siku tatu ndio barabara imechoma mvua ikaanza kwa nini useme uongo? Hii barabara ina miezi miwili imechongwa. Hii barabara imechimbwa mtaro ina zaidi ya miezi mitatu. Wameka hiyo vifusi wakaja kanyeka kaondoka waka kabla hata mvua kuanza. Ama mama mkuja mwezi wa kwanza. Wakachonga hii barabara Januari. Tukawaambia kwa nini unafanya ujinga kama hii? Mbona mnatuharibia barabara? Huyu mama akiwa na mwana Fred yule yule mwenyekiti wa CCM. Kaja, wakafanya kazi siku mbili tatu wakaondoka. Huyu mama acheni kutudanganya jamani. Wanasema uongo watu kama hawa, idara ya maji wanaitwa wana nani, TARURA, TANESCO wanatuambia kwanza tuwachaji sisi hapa. Sina shaka kuwaleta hapa, eti hatuwataki kwa sababu wanatuchenga, ni wanasiasa wa. Kwa nini wanatudanganya huku, wanakuja kutuibia matiro yetu saii.